Wenzangu viongozi wa jamii ya Kiluo, hasa wabunge, hasa wabunge. Juzi juzi juzi ni nyinyi, nyinyi mmekuwa mnatukana Ruto. Mimi siwahi kutukana Ruto, nyinyi mmekuwa mnatukana Ruto juzi, kina TJ Kajwang'. Saa hizi nyinyi mnapiga magoti, mnasema Ruto na Yesu wanafanana. Ni nini mabadilika? Nyinyi watu mlienda shule kwenda kufanya nini? hiyo akili yenu mnasemanga mko nayo ni ya kufanya nini? Mnadanganya, mnabizi ni watu wajinga kabisa. Jana Ruto ni mbaya, leo ni mzuri. Mnataka sisi wote tuseme ni wazuri. Naongea na, na jamii ya Wajaluo, jamii ya Wajaluo, I'm speaking to you today. Raila akiita maandamano Jumatatu mko huko, Jumanne mko huko, Jumatano mko kila siku, hata Jumapili akiita mko huko, na mnatupa mawe. You are very violent. Ata saa hizi wakati rais atembea Nairobi, wale watu ambao wanachezana kwa mikutano yake ni wajaluo. Nyinyi mnafikiri kwamba mnapenda Raila ndio mnaenda kwa, kwa maandamano maanda, ile kitu ambayo amjui ni kwamba mnaenda maandamano siku ya kazi, maana hamuna kazi You don't have jobs. hamuna kazi That's why wakati wote wa siku ya kazi mnapatikana kwa maandamano. Hebu jiulize kwa hii miaka yote hii, mbona sisi wote pande hii western, Wajaluo, Waluya, watu wengine, mbona hatuna kazi? Nyinyi mnaamini kwamba viongozi wachache walikuwa ndani ya serikali, nyinyi mko ndani ya serikali. Vile Waluya wanaamini kwamba Wetangula na Mudavadi walikuwa ndani ya serikali, tuko ndani ya serikali. Sisi tumekataa sindio? Tunataka wajaluo pia wakatae kwamba Raila kuingia kwa serikali peke yake sio wajaluo wote wako ndani ya serikali. Wacha ashikana marafiki zake wakae kwa serikali wakule peke yao. Siku ya maskini itafika.